Nayo furaha leo tumeungana na wagonjwa katika hospitali rufa ya rufaa ya mkoa wa Iringa, lakini pia tumeungana na wafungwa katika gereza magereza ya Iringa kusherehekea Eid al-Adha kwa mwaka huu 1446 Hijiria sawa na mwaka 2025 miladia. E, leo katika hospitali hii rufa ya rufaa ya mkoa wa Iringa Tume, tunashukuru uongozi wa hospitali lakini vile vile tunashukuru uongozi wa Bakwata mkoa e, mkoa pamoja na taasisi ya Dianet ya Uturuki pamoja na Seta za Uturuki. Hii ni taasisi ya wanafunzi ambao wanasoma Uturuki wanaotokea hapa Tanzania. Wameshirikiana na taasisi yetu ya Bakwata kuandaa vichinjwa ambavyo tunashukuru JAI tumepewa kwa kiasi kikubwa, kwa ajili ya kuwagawia wagonjwa kwa kile ambacho tumewapikia leo na wanakula, lakini pia wamepatia nyama ya ziada kwa ajili ya kuwagawia e, waumini ambao tunashirikiana nao kupitia taasisi hii ya JAI. Tunawashukuru sana e, wadau mbalimbali pia ambao wameshirikiana nasi kwa namna moja ama nyingine kuhakikisha kwamba tunapata mchele, tunapata mafuta na mahitaji mengine, ili mwisho wa siku ibada hii ya ulishaji iweze kufanikiwa kama vile ambavyo Mwenyezi Mungu anatuagiza katika kitabu chake kitukufu. Tangu tumeanza kufanya kazi katika hospitali hii ya rufaa ya mkoa wa Iringa mwaka elfu mbili na kumi na tatu JAI tumekuwa katika kila idi tukilisha wagonjwa hapa mahospitalini na tunashukuru, tumekuwa tukiongeza, kila mwaka unavyoenda imekuwa inakuwa nzuri zaidi kama ilivyodokeza ndugu zetu hawa wa Dianet wa Uturuki, Seta wa Uturuki, Bakwata, lakini vile vile Markas Daru Ulum nao pia wametukabidhi vichinjwa ambavyo vimeboresha zaidi ulishaji huu kwa mwaka huu 2025 sawa sawasawa na mwaka 1446 hivi.